Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu tena ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, ninawaomba usikilivu mwema na tafadhali ninawaomba ushirikiano. Kama wewe ni mgeni, tafadhali ninakuomba upige subscription, ili tusonge mbele kwa pamoja. Sijawahi ona rais ambaye anadhamini raia wa kigeni kuliko raia wake. Ni mara ya kwanza katika taifa letu la Tanzania kukua na rais ambaye anajali na kudhamini raia wa kigeni kuliko sisi raia wa Tanzania. Ni jambo la kusikitisha, kwa sababu kipindi ambapo Raisi anapoapishwa anakula kiapo akisema kwamba atalitumikia taifa la Tanzania na raia wake, lakini sasa imeweza kufichuka kwamba Samia anapenda raia wa kigeni kuliko sisi wa Tanzania ambao anaongoza kimabavu. Ninamaanisha nini? mnamo tarehe kumi na tano Alhamisi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na 5 yani, 26, kuniradhi. Samia alipokuwa na fungua mwaka na mabalozi wa kutoka mataifa mbalimbali ambao wako na ubalozi Tanzania aliomba raia wa kigeni msamaha kutokana na kuzimwa wa mtandao ukipenda intaneti pamoja na vurugu ambazo ziliweza kutokea kipindi cha Oktoba tarehe ishirini na tisa, kipindi ambapo raia waliweza kukataa uchaguzi ambao ulikuwa unaegemea kwa serikali peke yake. Sasa hapo, na mimi nimeweza kujiuliza, hakuna siku ambayo Samia amesimama na kuambia wananchi wa Tanzania pole kwa yale ambayo yaliweza kutokea, pole kwa zile familia ambazo ziliweza kupoteza ndugu zao, lakini amesimama kwa sababu anataka mikopo, kwa sababu anataka kukubaliwa na kuidhinishwa kwamba yeye ni rais, asikue rais haramu. Ameweza kuomba mataifa ya kigeni pole kwa vurugu ambazo ziliweza kutokea, kwa sababu ninaelezwa kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa pole kwa raia wa kigeni wanaoishi Tanzania kutokana na hali ya sintofahamu na changamoto ya upatikanaji huduma na kuzimwa kwa mtandao siku ya tarehe 29 hadi tarehe 30 hadi tarehe 3 Januari, eh, tarehe 3 Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mwaka jana. Yaani anawaomba msamaha kwa sababu waliweza kuleta kavyu au kipenda kafyu, yale marufuku ya kutotoka nje, maduka yakafungwa, intaneti ikafungwa, watalii hawange mudu hata kulipa a gharama kupitia kwa simu hawange, yani, hata kulipa vinywaji au kulipa chakula kupitia kwa simu ilikuwa ni changamoto, hata kutoa pesa kutokea kwa kupitia kwa ATM ilikuwa ni changamoto kwa sababu walikuwa wamezima mtandao, kwa sababu walikuwa wamezima na kufunga maduka. Sasa eti ameweza kujitolea na kujionyesha kwamba ameweza kuhuzunishwa na hatua ambazo ziliweza kuchukuliwa na serikali yake, sasa anaomba msamaha kwa yale ambayo yaliweza kutokea. Mbona hatujamuona Samia akisimama akiambia Watanzania pole kwa sababu tulizima mtandao Ninajua kwamba Watanzania wengi kuna wale ambao wanafanya kazi online kwa mtandao, walizimiwa walizimiwa mtandao, walizimiwa kitu ambacho kinaitwa intaneti, walipata hasara kubwa, lakini Samia hajaweza kuomba msamaha. Anaomba wazungu na raia wa kigeni msamaha, akaendelea kusema hivi. Samia ameyasema hayo tarehe 15 Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita wakati akishiriki sherehe za kufungua mwaka mpya mwaka elfu mbili na ishirini na sita pamoja na mabalozi wanaowakilisha nchi zao nchini Tanzania na kusema hatahakikisha hali ya umakini na usalama unaendelea ili kuzuia kujirudia kwa matukio ya aina hiyo. Samia ameeleza kuwa dunia inakabiliwa na changamoto nyingi za kimataifa zikiwemo migogoro, kuyumba kwa uchumi na changamoto na tabia nchi, na kusema Tanzania inaendelea kuwa na imani thabiti kuwa mazungumzo na ushirikiano ni umuhimu sana. Pia amesema hafla, amesema hafla ya leo ni ishara ya dhamira ya Tanzania katika kuimarisha diplomasia na ushirikiano wa kimataifa kwa maslahi ya Tanzania na amani ya dunia. Pia amewashukuru waalikwa kwa kukubali mwaliko na kuahidi ushirikiano. Samia anaeleza hapa kwamba atahakikisha kwamba hali ya amani na usalama inaendelea Tanzania ili kuzuia kujirudia kwa matukio ya aina ya mwaka jana. Unajua, mpenzi mtazamaji, ingekuwa Samia anataka kuyafanyia kazi haya ambaye ameweza kuyazungumza kwamba atalinda amani na usalama wa Tanzania, ili kuzuia kujirudia kwa yale ambayo yalitokea mwaka jana, angeanza na kuwasikiliza wananchi, kwa sababu bila ya kuwasikiliza wananchi yale ambayo yalitokea mwaka jana huenda yakajirudia. Ni heri uniite mbaya lakini mimi ninakuambia ukweli. Mimi kuna kitu ambacho mama yangu mzazi aliniambia nisiwahi danganya, Ezra sema ukweli na ukweli utakuweka huru. Mimi ninasema ukweli, Samia asiporekebisha ile tabia yake mbovu akonayo ya kutoa wasikiliza wananchi yale ambayo yalitokea mwaka jana Tanzania yalikuwa ni kionjo na huenda yakajirudia. Kwa hivyo angechukua hatua za kuonyesha nchi za kigeni kwamba ameyathamini maisha ya Watanzania, amethamini usalama wa Tanzania na amehakikisha kwamba hayo hayataweza kujirudia. Nambari na moja, kwa kuhakikisha kwamba zile familia ambazo zilipoteza wapendwa wao wamepata fidia. Nambari mbili kwa kuhakikisha kwamba wale ambao waliweza kusababisha maafa kwa raia wa Tanzania ambao walikuwa wanahitaji haki wanachukuliwa hatua madhubuti. Wale askari ambao waliweza kuua wachukuliwe hatua haraka. Nambari tatu, Samia angeonyesha kwa vitendo kwamba yupo tayari kuzuia yale ambayo yaliweza kutokea yasijirudie kwa kuwasikiliza wananchi. Wananchi wanataka nini? Hawataki uongozi wa kimabavu. Uongozi huu wa kimabavu uachwe. Polisi waache kutumia nguvu kukamata kamata wananchi, polisi waache kuhusika na masuala ya mahakama, polisi waache kukamata kamata wananchi wakiwa wamevaa eh, nguo za kiraia. Hapo angekuwa ameonyesha juhudi za kuzuia yale ambayo yalitokea yasijirudie. Vile vile mpenzi mtazamaji, katiba mpya inahitajika Tanzania. Hapo ndipo angeleta katiba mpya, katiba ambayo ipo na kila kitu ambacho Watanzania wanataka, basi hiyo ningekuwa hiyo ingekuwa ni njia moja ya kuleta mshikamano wa taifa na pamoja na kuweza kuzuia vurugu ambazo ziliweza kutokea mwaka jana, sisije zikajirudia Tanzania. Ndugu zetu wa Tanzania walisema kwamba hapakukuwepo na uchaguzi, bali palikuwepo na wizi wa kura. Kwa hivyo, Samia kama anataka kuhakikishia rubaa za kimataifa kwamba yupo kidedea kuhakikisha kwamba taifa la Tanzania linarudia katika hali yake ya kawaida, aseme kwamba uchaguzi mpya uandaliwe na angatuke madarakani, kwa sababu watanzania wengi wanasema kwamba hana ridhaa yao. Hana ridhaa yetu, kuna haja gani aendelee kukwamia mamlakani na sisi hatukumchagua? Aitishe uchaguzi huru, uchaguzi wa wazi ambao utahusisha viongozi wote wa upinzani. Yule ambaye atakayeibuka mshindi, kama yeye ndiye ataibuka mshindi, basi wacha apishwe. Kama mwingine ndiye ataibuka, ataibuka mshindi basi wacha huyo mwenye ameibuka mshindi aapishwe, ili mradi tu tuwe na uchaguzi wa haki na huru. Nikimalizia, viongozi ambao waliweza kukamatwa na wale ambao waliweza kupotezwa warejeshwe kwenye familia zao. Kuna wale ambao waliweza kuuawa, miili irudishwe kwa familia zao wale ambao waliweza kuuawa na miili yao ikazikwa au wakaificha miili, iweza kurudishwa kwa familia zao, wazikwe kwa heshima na desturi za mila, sio kuweza kuzika viatu na manguo hayo. Ikiwa atayafanya hayo, basi atakuwa ameweza kuhakikishia mataifa haya kwamba yupo katika juhudi za kuleta amani na kuzuia yale ambayo yaliweza kujitokeza Tanzania, lakini sio kuweza kutuambia kwamba dunia nzima inakabiliwa na changamoto nyingi za kimataifa zikiwemo migogoro, so kutaka kutuambia kwamba Tanzania ilikuwa na migogoro na haitajirudia bila ya kuweza kuangazia yale mambo ambayo wananchi walitaka aweze kuyatatua. Hapa nayo Samia ameweza kukosea. Anaombaje raia wa kigeni msamaha kwa yale ambayo yaliweza kujitokeza, lakini Tanzania, hakuna siku ambayo Samia amefungua kinywa kutuomba sisi msamaha kwa kuua ndugu zetu, kutuomba sisi msamaha kwa kufunga biashara zetu, kutuomba sisi msamaha kwa kutufungia intaneti, kutuomba sisi msamaha kwa kusababisha taifa letu likazama kwenye machafuko. Unaweza ukamwambia nini Samia? Ninaomba niweze kuangalia wazo lako hapa chini kwenye uwanja wa comment section. Mimi ni bwana Ezra, ubarikiwe.